Kila mtaa mwenyekiti wa serikali ya mtaa hao hapo wako, lazima muimarishe kamati za usalama za mitaa. Maeneo ambayo hakuna mitaa, basi za vijiji au za vitongoji. i viongozi, muwe na kamati zenu kwenye hizo kamati, angalieni wananchi mnaowaongoza, yatizame makundi yanayotaka kujihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Chukueni hatua, toeni taarifa kwa jeshi la polisi au kwa mamlaka nyingine au kwa viongozi wetu wengine, ili watu hao wachache wasije wakawaingiza kwenye shida. Sisi jeshi la polisi hatuwezi kufika kila mahala, lakini kila mahala serikali ipo. Anzieni kwenye vitongoji, njoo kwenye vijiji, njoo kwenye mitaa Nenda kwenye kata, hizi kamati za usalama zifanye kazi yake. Kwa upande wa mwananchi mmoja mmoja, sisi tunajua, si watu wote wanatamani kuona uvunjifu wa amani. Angalia kwenye mtaa wako, kwenye kitongoji chako, ukiona makundi yanayofanya mambo yenye mwelekeo huo, jua kabisa yanataka kutumbukiza mtaa wako, kitongoji chako, kata yako katika sintofahamu kubwa. Hao watu tuwadhibiti kwa kutoa taarifa kwenye mamlaka zinazowaongoza kwa sababu serikali ipo kuanzia huko kwenye mtaa, ndio maana yao viongozi mliwachagua, na kazi yao ya kwanza ni kuleta usalama kwenye mitaa na kwenye vijiji, ndio kazi yao ya kwanza, ili watu waweze kufanya shughuli zao za kimaendeleo. Sisi kama wazazi, tuna wajibu wa kueleza makosa wanayowafanya watoto wetu. Labda mtoto amekuletea kichombo ambacho kiko nje ya uwezo wake, natakiwa mhoji hicho kitu amekipata wapi. Kwa mfano amezungumzia kuhusu godoro watu wameiba magodoro mengi, hata hajaingia kwenye mfumo, imekuwa kama vile mzigo, lakini mzazi unaupokea. Inabidi mzazi muulize ile, umetoa wapi eh? Kwa kweli huyu mkuu wa polisi mkoa wa Mwanza ametukumbusha wazazi kuwajibisha watoto wetu wanapokosea. Jumba aliyotoa kamanda unafaa kwa kweli, kwa sababu sasa hivi tunatakiwa tuitunze amani, amani yetu sije kapotea. Naomba vijana wasije wasige mambo ya mitandaoni kuja kutuharibia nchi, na ushauri vijana wazingatie sheria ya Tanzania.